Sijajua labda tunaaminisha vipi Watanzania kama si ni bora, wakati tunacheza watu ambao sio mabora. Champs kaenda round mbili, na kabla ya round ya pili niliona uliko ushatoka kabisa. Kitu gani kimekutoa? Ah, nisema kwamba mimi kwanza mingali yangu leo ilikuwa inokifili na kunafurahisha, na amejifurahisha na vile pia, sababu mingali yangu ilikuwa kama tuseme, labda amejipelembea na vile, inafanya de bola mwenda. Kwa hiyo mimi boti zangu bola leo ni tatu kwenda chini, yani kwa hiyo Ah, sii nisemaje, Bwana Ibrahim Class atawaji kuwa ndio bondia bora Tanzania na bondia ambaye anakutana na vyuma vikali anavumilia, lakini zimetengeneza umaarufu kwa kukutana na ngumi na mechi ngumu, zitengenezi umaarufu wakutumana na mechi laini laini, ambazo zina uh, panga. Ila sema tu kwamba kajitahidi cha mpenzi, lakini ndio hivyo ni mchezo. Kashinda inshallah. Nasema ili pamoja limepangwa. Ah, ya pango sababu unaangalia kwa sababu kiwango cha champions na bondia alikuja inakuwa vitu vile tofauti yani. Yani kama vile kuku na utumbo. Kwa hiyo inakuwa vitu vile ambavyo viroga havijaendana. Kwa hata watu kutoka naye lakini ni, ni mchezo. Kama mimi niseme kama mimi nimecheza bondia hata ndio kwanza sijamaliza. Au ningesema baba mwanangu, umeforma umeforma yani ningeza fanya nimalize hali hiyo hiyo. Kwa hiyo nasema tu kwamba mimi natengeneza ubora kwa kutana na bondia yangu wa bora wa juu, lakini wengine natengeneza ubora kwa kutana na bondia wao ambao wanatengeneza ubora wao. Kwa hiyo mashabiki zake mashabiki wote waamini kwamba mchezo wa ngumi ni ni ule ule. Pengine Imbra, uh, mashabiki zako sasa watutegemee huko mbeleni sasa kupata hata pambano na lako wewe? ah, yote, yote. Mezo, uzito, uzito. Ah. Nneza, eh, na champezi hapana. Mimi kwa sababu uzito ni tofauti. Okay. Mimi mimi mtu mii kitu moja. Mimi Tanzania, hii bondia yoyote wa uzito yoyote anipigi. Unaweza ukapanda uzito ukashuka uzito. Naweza mi weti yangu yanifate a juu nikamfuata kumtungua kule aju, hmm. nikamfuata kumtungua kuleja, wa ikitokea unamtungua ya mimi, siangali mtu sicheki na kima, afu siangalii na mtu yote sifagili mtu, hata fagili yenyewe ishali nishapotea muda mrefu sana. Mimi na kanyaga kwenda mbele, yani sudi nyuma sinafagia uwanjani kwangu. Ikitokea takataka tunaenda kuaufagia na fagia basi. Mnashukuru sana ndugu yangu, pamoja tu pamoja sana.